Mimi sijawahi kukatia tamaa Tanzania lakini naogopa hiyo siku sasa imefika. Nimeumia, nimeumia na nimeumia tena, hasa wale watoto waliopoteza maisha yao. Unajua, kabla ya kuanzisha Bongo Zozo mimi nilikuwa kocha wa mpira wa watoto Iringa na Moshi. E, hawa hawa ni watoto wangu kwa miaka 27 nilizoishi ni nchini Tanzania, sijawahi kuona uvunjifu wa amani na ukosefu wa utu kiasi hicho. Yaani, ukiangalia video zinazosambaa mitandaoni, yani unasema hii sio Tanzania tunaojua sisi, kama Somalia, kama Somalia. Najitahidi kuongea kwa heshima, lakini siwezi kuridhika nikiona risasi zinatumika kwa raia. Mbona kuna njia nyingi ya kuzuia ya kudhibiti vurugu mtaani? Kuna kuwapiga na maji, kuna mabomu ya machozi, lakini risasi imenilaza chini. Napinga asilimia mia, mia. Basi, uamuzi niliofikia ni kujitoa kwenye kazi ya ubalozi wa utalii kwa Tanzania. Kazi yenyewe nilipokea kwa moyo mkunjufu na nairudisha kwa moyo mzito, mzito sana, na wapenda sana nyewe wa Tanzania wote, ila inaniwia vigumu kupeperusha bendera na kutangaza Tanzania kama sio nchi ya amani na utu. Mimi sijawahi kukatia tamaa Tanzania, lakini naogopa hiyo siku sasa imefika. Nimeumia, nimeumia na nimeumia tena, hasa wale watoto wale waliopoteza maisha yao. Unajua, kabla ya kuanzisha Bongo Zozo, mimi nilikuwa kocha wa mpira wa watoto Iringa na Moshi. Hawa hawa ni watoto wangu. Kwa miaka 27 nilizoishi nchini Tanzania sijawahi kuona uvunjifu wa amani na ukosefu wa utu kiasi hicho. Yani ukiangalia video zinazosambaa mitandaoni, yani unasema hii sio Tanzania tunaojua sisi, kama Somalia, kama Somalia najitahidi kuongea kwa heshima, lakini siwezi kuridhika nikiona risasi zinatumika kwa raia. Mbona kuna njia nyingi ya kuzuia, ya kudhibiti vurugu mtaani? Kuna kuwapiga na maji, kuna mabomu ya machozi, lakini risasi imenilaza chini. Napinga asilimia mia, mia. Basi, uamuzi niliofikia ni kujitoa kwenye kazi ya ubalozi wa utalii kwa Tanzania. Kazi yenyewe nilipokea kwa moyo mkunjufu na nairudisha kwa moyo mzito, mzito sana na wapenda sana nyewe wa Tanzania wote, ila inaniwia vigumu kupeperusha bendera na kutangaza Tanzania kama sio nchi ya amani na utu.